chache baada ya wizara ya elimu kutangaza kuongezwa kwa muda wa kusajili wanafunzi wa gredi ya kumi katika shule mbalimbali mbali nchini, wazazi wengi wanasema tatizo kubwa si muda ila ukosefu wa pesa ndio unaosababisha kusalia na wanawao majumbani. Nam Runinga Citizen, imepiga darubini maeneo mbalimbali na kuzungumza na wazazi kuhusu uhalisia wa mambo vijijini. Nam Chrispine Otieno alitangamana na baadhi ya wazazi na watoto waliosalia nyumbani, na hiya hapa taarifa yake. Wazazi kutoka maeneo mbalimbali nchini sasa wanasema gharama ya masomo nchini ndiyo chanzo cha maelfu ya wanafunzi wa gredi ya kumi kutofika shule mpaka sasa, takwimu zikionyesha kuwa huenda zaidi ya wanafunzi laki nane wangali nyumbani, na ziara yetu leo imetufikisha katika kijiji cha Lepolos eneo la Transmara Magharibi, ambapo tunazidi kuzungumza na familia ambazo zingali zimekwama na watoto wao ambao wanapaswa kujiunga na gredi ya juu maeneo mbalimbali nchini. Katika boma hili wanasema kwamba ni kufuatia ukosefu wa fedha ndio maana wangali na mtoto wao katika kijiji hiki. Hapa ni boma lake Tabitha Ledama. Taswira hapa ni dhahiri machoni mwa kila mmoja tuliyempata hapa, lindi la umaskini huenda likafanya mwana wao Faith Ka Kenya kukosa nafasi katika shule ya wasichana ya Masai kule kaunti ya Narok. Jitihada zao za kununua bidhaa za shule zinaonekana kugonga mwamba, karo ya shule inawaponza kila kuchao. Serikali imesongeza muda ya watoto kwenda shule mpaka next wiki Wednesday, lakini sina uweso hata ya Wednesday sina uwezo sina mali ya kutoa. Niko tu mimi ni aswara tu niko tu. Wacha kaya tu nje mpaka Mungu amfungulie njia amsaidie aende shule. Na niko na mtoto msichana nini kijana mwenye ameenda eti. Sasa mimi sina uwezo yoyote. Taswira ni hiyo hiyo kwa familia yake Celestine Tito. Kila wanapotazama kijikaratasi hiki cha karo akiwa na mwanae Vivian Sempeyo wote wanaona giza masomoni. Sasa kwa school fees ya hii mtoto wangu kwa mwaka ni, ni elfu arobaini na, moja. Na hata sina shilingi hata shilingi yani ya kuanzia sina, niko na four thousand. Sijafanya shopping sijafanya chochote. Katika kaunti ya Nyamira, eneo la Omogonchoro, Margaret Atuti pia amesalia njia panda. Ndoto yake ya kujiunga na shule ya upili ya St Charles Lwanga inayumbayumba. Mamake anasema kazi yake ya uchuuzi wa miwa hauwezi kumwezesha kupata shilingi elfu arobaini na tano kama karo. Tangu aitwe hiyo shule hakuna kulala au watu, analia kila siku. Sa, ningeomba mnisaidie ili huyu mtoto aende shule, aendelee na masomo yake. Bila msaada siwezi kuwa, siwezi kuwa loya, kwa sababu kama sitapata msaada yoyote sitaweza kutimiza ndoto yangu. Iwapo hali itasalia hivi, basi maelfu ya wanafunzi kutoka familia za mapato ya chini wataendelea kuhangaika na hata kuacha shule kutokana na ukosefu wa karo na gharama ya juu ya maisha. Chrispine Otieno, runinga ya Citizen.